ae weshikapo ni kupesha kwako Benjamin, yeah. Wewe Benjamin wako malaya una mchumba pale <laughs> unamwitaje malaya? Sawa umalasi kawaida, lakini kwa kila mwanaume kawaida, wanaume hadi kwangu. Unasemaje kwa Benjamini wako? kanifata juzi, nitaka nije jana sema tu nilibano najua tena mimi. Mambo mengi mm -hmm. Nikasema jamani, leo bora niache kula takumkosesha ubuyu tena, ubuyu umenikaba hapa, ndio ile akiba aliimba mm. Basi juzi alinifuata akaniambia samani, nikafikiria aniambia sijui imekorogana nije niongee eh, eh. Na wewe kanza kumtongoza mara hoo na upenda, achana yule anajikirimu mabaka mabaka rangi kumi kama sare ya nani ya, po, ya polisi. ni wewe sasa, jeni kuna uvuma <laughs> benja ben venjao ambaye namfahamu mimi, au au unanigizia? Hebu subiri, labda nimekosea njia hivi. Shinjaji nimekuja, nakujega kila siku, natokea kwa huko wewe, sibrida wewe. Kwa hiyo mi mimi simjui wewe mchumba wako? ngoja kwanza nifanye nini, nakufanya nishi, mtu ajapata sumu ya kukuua ameamua akuangamize kabisa, nimkubalie? maana ona niuliza swali na mimi nimkubalie? Sasa hweye, ni mtu shoga, ni kushauri kitu kimoja. Mimi sijamkubali kisami, nakukubali sana, we ni udugu wangu, we ni udugu wangu. Hachana wewe, mwanaume, mwanaume ni wengi sana. Nakushauri tu kama udugu wangu, hatujaanzia hapa, ujue toka kuli Nambo tena wewe mwanaume, usiendekeze mapenzi, usiendeshwe na usiende mapenzi, usiende jaribu kujikontrol. Najua nampenda sana najua kupenda sana shoga yangu, ia uka umeshaanza kutoka eh, mambo ya kutoka, ila wewe naye Unalekea wapi? udugu anda kuanena na mpenzi wangu we, nawe Benjamin, Benjamin weshika hapo, nikupesha kwako Benjamin wako malaya, una mchumba pale? <laughs> unamwitaje malaya? Sawa, umalaya si kawaida, lakini kwa kila mwanaume <laughs> kawaida wanaume, eh, hadi kwangu Unasemaje? Au Benjamini wako kanifuata juzi, kae nitaka nije, jana sema tu nilibano, unajua tena mimi mambo mengi, mhm, nikasema jamani, leo bora niache kula tokumkosesha ubuyu tena ubuyu humenikaba hapa, ndio ile akiba aliimba. Mm. Mm. Basi juzi alinifuata akaniambia, samani, nikafikiria aniambia sijui imekorogana, nije niongee na wewe kwanza, eh. Eh. Kumtongoza mara ho na upenda Achana yule anajikilimu mabaka mabaka rangi kumi kama sare ya nani ya, po, ya polisi. Oh. Ni wewe sasa. Jeni, kuna uvuma <laughs> Benja ambaye namfahamu mimi au au nanigizia? Hebu subiri, labda nimekosea njia. Hivi si njia njia, nimekuja nakujega kila siku natokea kwa huko wewe. Siblida wewe Kwa hiyo mi simjui u mchumba wako, takufanya nishi mtu ajapata sumu ya kukuua, ameamua akuangamize kabisa, nimkubalie? Maana ananiuliza swali na mimi nimkubalie? Sasa huy ni mtu. Shoga yangu, nikushauria kitu kimoja, ni mi sijamkubali, kisa mi nakukubali sana, wenye udugu wangu kwenye udugu wangu Achana na mwanaume, mwanaume ni wengi sana. Nakushauri tu kama udugu wangu hatujaanzia hapa, ujue toka kule. Naomba achana na huyu mwanaume, usiendekeze mapenzi, usiendeshwe na mapenzi, jaribu kujikontrol. Najua nampenda sana kupenda sana shoga yangu k umeshaanza kutoka. Eh, mambo ya kutoka ila wenaea, naelekea wapi udugu? enda kuonana na mpenzi wangu ni Benjamin. Benjamin eshikapo ni kupesha kwako? O, Benjamini wako malaya. una mchumba pale, unamwitaje malaya? Sawa, umalasi kawaida, lakini kwa kila mwanaume kawaida. Wanaume hadi kwangu, unasemaje? <coughs> <coughs> Benjamin wako kanifata juzi nataka nije jana sema tu nilibana, tunajua tena mimi mambo mengi mm -hmm. Nikasema jamani, leo bora niache kula tokumkosesha ubuyu tena, ubuyu umenikaba hapa, ndio ile akiba liimba mm. mm. Basi juzi alinifuata. Akaniambia samani, mi kafikiria aniambia sijui imekorogana nije niongee na wewe kanza. Eh, eh, kumtongoza mara hoo na upenda, achana yule, anajikirimu mabaka mabaka, rangi kumi kama sare ya nani, ya, po, ya polisi. Ni wewe sasa. Jani kuna uuma <laughs> enjao ambaye namfahamu mimi au au unanigizia? Ebu subiri, labda nimekosea njia hivi njia, nimekuja nakujega kila siku, natokea kwa huku wewe, Simlida, wewe. <laughs> Kwa hiyo mi si mjui huyo mchumba wako takufanya nishi, mtu ajapata sumu ya kukuua ameamua akuangamize kabisa, nimkubalie? Maana ona niuliza swali nami, nimkubalie sasa? Wewe ni mtu, shoga yangu ni kushauri kitu kimoja mimi sijamkubali, kisa mimi nakukubali sana, wenye udugu wangu, wenye udugu wangu, achana na we mwanaume, mwanaume ni wengi sana, na kushauri tu kama udugu wangu, hatujaanzia hapa uje toka kule. Naomba, wacha na we mwanaume, usiendekeze mapenzi Usiendeshwe na wapenzi, jaribu kujikontrol. Najua nampenda sana najua kupenda sana, shoga yangu avia. Uk umeshaanza kutoka eh? <laughs> mambo ya kutoka, ila we naye k, unaelekea wapi udugu Anda kwanena na mpenzi wangu, hmm. we na we i Benjamin, weshika hapo, e, nikupesha kwako Benjamin wako. <laughs> hey, hey. ah, ah. hey. <laughs> Malaya una mchumba pale? <laughs> Unamwitaje? Alaa, sawa. Umalaa si kawaida, lakini kwa kila mwanaume. <laughs> Kawaida wanaume eh? Hadi kwangu unasemaje? uwe Benjamini wako kanifata juzi. Sasa nitaka nije jana, sema tu nilibanwa, si najua tena mimi. Mambo mengi nikasema mm -hmm. Jamani, leo bora niache kula, takumkosesha ubuyu tena, ubuyu humenikaba hapa, ndio ile akiba liimba mm.